Hata Kalonzo nilimwona zamani, kama sio kuchechemea angekuwa mbali sana. Raila nilimwona zamani na nikajua hiki ni chuma cha reli, na kama sio mambo fulani fulani ambayo sitaki kusema, Raila angekuwa ameingia zamani. Na yeye alipoangalia akaona kwamba Ruto alikuwa mtu wake wa mkono vile Mudhama alikuwa mtu wake wa mkono na Ruto aliingia. Raila akaona hakuna haja ya kupotelea kule nje, wacha niende ndani, maana nikitafuta serikali kule 2007 nilikuwa na Ruto na ameingia sasa. Nataka ingine nini? Kama baba apati na mtoto amepata, hiyo ni mali ya jamii kweli, si kweli? Sasa tusimame tukiangalia mbele, na sasa niwaambie siasa ile iko mimi ni mwanasiasa. Niliretreat tu kidogo baada ya kupata kuwa state officer. Lakini sasa nimeanza kutoa kucha.